Karibu tena kwenye channel yetu pendwa Gaga Ze Power. Leo tuna tuna changamoto hapa, tumekutana nayo kwenye hii mashine. Changamoto hii hapa inasema id brokers YouTube maone. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo, kwa watu ambao wanamiliki akaunti za za YouTube, huwa zinatokea hii ni nini? Maana yake hii maana yake ni Ad blockers ni kama hii blockers ni vizuizi vya matangazo. Ad blockers ni kama ni vizuizi vya matangazo. Kwa hiyo hapa ukutana na hii changamoto kwenye hii chaneli yako, auwezi ukaangalia uka ukaangalia video yote YouTube. Umeona? Hizi video YouTube YouTube yangu hii. Umeona, ukiingia kama last chance hapa, ukiingia lazima utakutana na ujumbe. Kwa hiyo uka ukaweza unan kufanya chochote hapa, hasa hapa. Kuna njia tatu za kufanya. Njia ya kwanza, unaweza uka ukaenda hapa ukaruhusu ukasema, ile manake hapa unaruhusu ili ili uweze kuendelea, lazima ukiklik hapa, watakuletea option za kuweza kununua. Mwisho wa siku, hapa wanakwambia kwa mwezi shilingi 8000, ile pale kwa family 15700, uanze kulipia ili uweze kuendelea na na na huduma ambayo unahitaji kutumia YouTube. Hatua hiyo unaweza ukafanya hivyo ukalipia, umeona. <coughs> Au solution ya pili unaweza ukaninstall hii Chrome kabisa, ukaenda ukaninstall Chrome uka uka tena upya hatua ya tatu sasa hatua ya tatu ni ko hatua ya tatu ni kwa sababu kwa sababu hapa hapa, hatua ya tatu ambayo unataka ufanye ni ku ni kuruhusu kwanza, kuiruhusu hiyo hii, ni kama ni programs wame, wame wenye YouTube wa, wa, wa, wanayo hiyo kitu wali wameitupia kwenye kwenye hiyo hiyo hiyo akaunti yako. Kwa hiyo kwanza, utaingia hapa, nenda hapa, utaenda sehemu ambayo imeandikwa extensions. Kitu chochote kinakuwa kinachukua ga installed kwenye kwenye hiyo Chrome yako inakaa kwenye extensions. Nenda kwenye kutoka kwenye extension hapo, nenda kwenye manage extension Ukienda kwenye manage Extension utaona vitu ambavyo vipo. Kwa mfano kuna hii hapa, hiyo mona hadi broker ile yenye iko honi, utaona hii hapa kwa sasa, hapa hii iko honi. Kwa hiyo unaweza ukai ukai switch off halafu ukai remove chansoma uki remove, ukienda hapo unasema remove ripoti hiyo, utaenda uta remove. Uki remove manaake utakuwa umeitoa hapo hiyo programu yao, mwone chaitoa hapo hiyo, achana nayo tena hapo cha remove hapo. Ukisha remove hapa, kuna hiapo issue ya sababu ya kuiondoa, tasema AC Trust hapo, tabonyeza chochote tu. Baada hapo utaenda kwenye hadi from utaenda tena kwenye hapo Baada hapo kona tumeinstall kwanza ili ili tuweze kuitoa hapa, tuna remove from coms, tuna remove tena

Kwa hiyo, kwa hiyo, ukisha, ukisha, ukisha ili move ukisha, kwa hiyo ukisha ili move kule kwanza ili move, uka ukisha ili move unaweza uka kwanza afu ka ili move ka ili move then hapo utakuwa umepata solution kwa hapa sasa. Hizi hapa okay, play hapa Play hapa. Ah, tunangalia hipi yako play yapo na play sasa hivi nakubali. Kwa hapo video yako itakuwa zile ile ile, ile broker, ile broker, hadi brokers itakuwa imetoka, hadi brokers inatoka imetoka, kwa hiyo hapo unaweza uka, ukaendelea na, na kucheki, ukacheki video zako safi tu. Kwa hiyo hatua hatua ambazo penzi la shemeji huyu mchachuko huyu. Kwa hiyo hatua ya, ya, ya kwanza kabisa tukiwa kukutana na ule ujumbe ni kwenda kwenye hapa kwenye nenda kwenye extension hapo ingia kwenye, man kwenye management station hapa, mimi nishaitoa mone. Ukishatoka kwenye management station nenda hapa, kwa sababu inapokuja haiji hapa direct, ile ikija hapa kwenye ikija kwenye huu ukuta mwenyewe umeinstall mone, kwa hiyo problems inaweza ikatokea imetokea problems lakini hapa haipo, haipo ko, ili uweze ku, ku, ku solve lazima uilete kwenye, kwenye extension. utaandika hapa uta place hapa. Ukisha place hapa utaandika utaandika lile tatizo utaandika lile tatizo ambalo linaitwaje, ads blocker, kisha maliza hapo. Mone. Utaandika, ukiandika itakuja apoikija utabonyeza kwenye Chrome. Ukishahadi kwenye Chrome baadaye utakuja uta uninstall, ukishairuhusu, ikisha kuwa kwenye extension, uta, uta, uta, uta, uta, uta uninstall uta, kama unavyo uninstall program nyingine tu. Lakini kwenye, kwenye hii extension, kama nilivyofanya mwanzo. Kwa hiyo mwanzo mimi nilianza ilikuwa nisha ilikuwepo kwenye extension, kwa hiyo ndio maana rahisi, lakini mwenye lazima replace afu uje uitoe, hapo nitakuwa nime nimemaliza kusolve hilo, hilo tatizo la blockers. Kwa hapa channel yangu sasa hivi naweza nikaangalia hilo tatizo alipo. Naweza nikacheki hapa video nyingine yoyote, kama ya huyu hapa kijana huyu, anaitwa dogo dogo Mwaiba huyo. Kwa sasa hivi utasikia, yani haina shida. Umeona, kwa hapo utaangalia, haina shida. Ucheki video nyingine yoyote, unaweza ukaangalia, kwa sababu hilo tatizo litakuwa limeisha. Oh kwa baada ya hapo nitakuwa nimemaliza iko hiko kipindi cha kurimuvu hiyo blockers hadi blockers kwenye YouTube yako, YouTube channel yako. Haya, shukrani.